Nimefika hapa nimeona kwa haraka, tutapita lakini nimepokea taarifa ya maandalizi haya mwenge mwaka huu. Kimsingi uwepo wenu waheshimiwa mawaziri waku na makatibu wakuu na wakurugenzi kwenye wa wizara hizi zote mbili, sina mashaka na maandalizi, mtakuwa mstari wa mbele. Mlikuwa mstari wa mbele pia katika kuongoza, kutokana na, na uzoefu mlionao kwa miaka mingine yote iliyopita, na kwa hiyo tunaamini mwaka huu tutapata mafanikio makubwa kama alivyosema Mheshimiwa Waziri kwamba mbio za mwenge mwaka huu zitakuwa bora zaidi kuliko mwaka jana. <coughs> Na ubora huu unatokana na ushirikia, na ushirikiano ambao mkuu wa mkoa na timu yako mmeridhia na kutuunga mkono kwenye maandalizi haya, na sisi tutakuja mapema pia kuja bape, kumpokea mgeni rasmi na shughuli yetu ifanikiwe, mwenge uanze mbio zake, upite kwenye miradi na imulike wale wote wasiopenda maendeleo, ili wapate uelewa wa kuona mafanikio ambayo tumeyapata kwenye, kwenye serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na mama yetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Tunalo jukumu la kuhakikisha kuwa mwenge huu haupati dosari, kwa kila mmoja na idara yake kwenye kamati zenu, najua kutakuwa na kamati ndogo, mapokezi, chakula na kila kitu. Zile kamati zote zifanye kazi yake vizuri. Hayo ndio ni matarajio yetu. Mimi nimekuja kujiridhisha miundombinu na mwenendo wa maandalizi, lakini mambo ambayo ni endelevu ni kuhakikisha kwamba kila tulichopanga kinatekelezwa. Kila mmoja aliyoko kwenye kamati ndogo, kamati hiyo inafanya kazi yake, na panapotokea tatizo kuwe na muundo, mfumo mzuri wa mawasiliano mpaka dakika za mwisho mpaka mwenge unapotoka, ili sasa tunapokuja kufanya tathmini, basi tathmini hiyo ituelekeze mafanikio mengi zaidi kuliko changamoto, na hizo changamoto zibeba kwa ajili ya mwaka ujao. Na Mheshimiwa Waziri ametuhakikishia kwamba mwenge mwaka huu utakuwa umeandaliwa kwa ubora zaidi kuliko mwaka jana, na inatokana na hiyo tathmini ya mwaka jana.